Klabu ya Simba imejikuta pabaya katika mbio za kuwania kutinga hatua za robo fainali baada ya kulazimishwa sare na Esperance ya Tunisia mabao mawili kwa mawili. Mashabiki wa timu hiyo walijikuta katika hekaheka za kumshambulia kiongozi wao Murtaza Mangungu wakimtuhumu yeye ndiyo chanzo cha timu hiyo kuzorota katika mashindano haya ya Afrika. Simba inajikuta katika wakati mgumu huku mashabiki wake wakielekeza lawama kwa viongozi, kwa kukuvuta na, na kukusukuma kukutia masingi. Kwa kusema kweli, mimi jana ime, imenisikitisha imenisikitisha kwa kiongozi ambaye ni bora na anajua kabisa hiki mimi kilichotokea, watu wananyooshea wa mimi vidole, yani angekuwa mtu mwingine. Sasa hiyo ibidi aache kwa sababu e, inamvunjia heshima kwa kitendo kilichotokea jana uh, washabiki walichofanya kumfanyia Mangungu. Kwa hiyo jambo la busara analotakiwa kufanya Mangungu, akiwa ni kama kiongozi, akiwa ni mtu mzima, mwenye busara zake, mwenye familia yake, anatakiwa atuage aseme, nashukuruni sana wana Simba, tumekaa muda mrefu, ingawa kuna kipindi cha furaha tulipita na sasa ni kipindi cha, cha huzuni na majonzi, kuliko kutupiwa huu mzigo wa lawama. Kufuatia hali hiyo, mashabiki wa Simba sasa watalazimika kuitazama timu yao mashindano ya ligi kuu na FA. Tunakuuliza wewe unayefuatilia michezo Tanzania, Simba tatizo ni viongozi au wachezaji? Maoni yako kwenye comment yatatupa majibu.